Hii ni watu wazuri sana, ni watu wazuri kweli, lakini sasa pindi tunapowaona nyinyi wenzetu hmm? tunaongea na nyinyi vizuri, lakini kuna time inafika na tuombaga hela sawa, yani tuna tunahitaji sana kuwasaidia kwa kweli, tunahitaji sana kuwasaidia, lakini nasi hali zetu waga si nzuri naona. Sasa kwa mfano wewe unaniomba mimi hela nakwambia sina. Tumepatana kwa mfano unataka msaada fulani nakwambia sina. Halafu waniuliza na ndio anauliza uko na kazi? Sasa kama ningekuwa na kazi ningekosa hela kweli. Sina hela ndio maana sina kazi. Yaani sina hela ndio maana sina kazi. Mm. Yaani ukinipata mimi na mwanaume anakuambia ni siko poa, siko vizuri, mambo sio mazuri. Jua hana kazi. Kwa hivyo unapotaka hela ni kama kumchanganya akili tu, tena sana.